Karibu katika chaneli ya kufumbua maandiko matakatifu. Musa anakumbukwa kama mkombozi aliyekabiliana na himaya ya Misri, aliyepasua bahari ya Shamu mbele ya umati mkubwa na aliyepokea mbao za sheria moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Alikuwa kiongozi wa kipekee ambaye jina lake limevuka vizazi kama ishara ya imani na mamlaka. Lakini kuna jambo dogo kuhusu maisha yake ambalo halizungumzwi mara nyingi: watoto wake. Watu wachache wanajua kuwa Musa alikuwa na wana wawili, Gershom na Elieza. Cha kushangaza zaidi ni kwamba wakati uzao wa Haruni walipata nafasi kubwa katika ukuhani wa Israeli, wana wa Musa walitoweka katika kurasa za historia. Kwa nini walitoweka? Je, walitengwa na Mungu mwenyewe? Au kuna sababu ya kina zaidi iliyofichwa katika kimya hicho? Hasa hilo ndilo tutakalochunguza leo. Kwa kupitia vifungu vilivyosahaulika na maelezo madogo yaliyoachwa kando katika maandiko, tutagundua ukweli wa kushangaza kuhusu hatima ya wana wa Musa. Na kama umewahi kujisikia kutelekezwa, kupuuzwa au kusahauliwa, jiandaye. Hadithi hii inaweza kubadilisha jinsi unavyoelewa kusudi la Mungu maishani mwako. Mwanzo wa hadithi ya wana wa Musa. Hadithi ya wana wa Musa inaanzia katika kipindi ambacho watu wengi hawakikumbuki, eh? Kipindi cha utulivu na uhamisho katika nchi ya mbali. Baada ya kuacha fahari ya majumba ya kifahari ya Misri na utukufu wa maisha yake ya awali, Musa alipata makazi mapya katika nchi ya Midiani. Alikuwa akikimbia ghadhabu ya Farao baada ya kumuua Misri alipokuwa akimtetea Mwebrania aliyedhulumiwa. Kwa hivyo alilazimika kuacha kila kitu alichokifahamu, familia, watu wake na hata utambulisho aliokuwa nao. Ndani ya mazingira haya ya upweke jangwani, kati ya makundi ya mifugo, Mungu alianza kimya kimya kuunda moyo wa mtu ambaye siku moja angeongoza taifa zima. Hapo ndipo Musa alipokutana na Sefora, binti ya Yethro, kuhani wa Midiani. Yethro alikuwa mtu mwenye heshima, hekima na hadhi ya kiroho miongoni mwa watu wake. Ndoa ya Musa na Sefora haikuwa tu muungano wa kifamilia, bali pia ilikuwa ishara ya kuunganishwa kwake na maisha rahisi mbali na fahari ya kifalme ya Misri. Kutokana na ndoa hii walizaliwa wana wawili ambao majina yao yalibeba maana ya kina ya safari ya ndani ya baba yao. Jina la kwanza Hijeshom. Mzaliwa wa kwanza aliitwa Gershom. Kwa Kiebrania neno lake linatokana na egur, likimaanisha mgeni au mtu wa uhamisho. Musa mwenyewe alieleza maana yake akisema, ee, nimekuwa mgeni katika nchi ya uhamisho, Kutoka mlango wa mbili, mstari wa ishirini na mbili. Jina hili lilikuwa zaidi ya kumbukumbu -kumbu; lilikuwa picha hai ya hali yake Gashom alionyesha uzito wa uhamisho, maumivu ya kutengwa na nchi ya mababu zake, na hisia chungu za kutojihisi mali popote. Kila mara Musa alipolitamka jina la mwanawe, alikumbushwa hali yake kama mhamiaji, ukumbusho wa daima wa kuvunjika kwa maisha yake ya zamani. Jina la pili, Elieza. Lakini Mungu hakuruhusu kumbukumbu ya maumivu iwe urithi pekee. Mzaliwa wa pili aliitwa Elieza, maana yake e, Mungu wangu ni msaada. Musa alieleza jina hilo kwa kusema he, E Mungu wa baba yangu alinisaidia, akaniponya katika upanga wa Farao, Kutoka mlango wa kumi na nane mstari wa nne hadi. Tofauti na jina la Gashom lililoonyesha huzuni na uhamisho, jina la Elieza lilileta matumaini he, ushuhuda wa msaada wa Mungu na uaminifu wake katika kumuokoa Musa. Wana wawili, majina mawili na hatua mbili tofauti za maisha. Katika Gashom, kivuli cha uhamisho; katika Elieza, nuru ya ukombozi. Picha hii ya kifamilia inaonyesha kwamba hata katika nyuma ya pazia, mbali na matukio makubwa ya kihistoria, hadithi ya ndani ilikuwa ikiendelea. Musa hakuwa tu nabii, mtoaji wa sheria au mkombozi, bali pia alikuwa mume na baba na wana hao waliotokea mbali na matukio makuu ya historia takatifu, walikuwa mashahidi wa kimya wa mwito uliokuwa utabadilisha hatima ya taifa. Marejeo ya Biblia. Marejeo ya kwanza ya wana hawa yanapatikana mara baada ya ndoa ya Musa na Sefora einaye, Sefora akamzalia mwana naye akamwita jina lake Jeshum, akisema, nimekuwa mgeni katika nchi ya uhamisho kutoka mlango wa 2 mstari wa 22 hadi. Baadaye tena tunasikia habari zao katika Kutoka mlango wa 18 mstari wa 1 hadi sita, wakati Yethro anawaleta Sefora na wanawe kumwona Musa jangwani baada ya Mungu kuwaokoa Waisraeli kutoka Misri. Kati ya marejeo haya mawili, maandiko yanabaki kimya hakuna kutajwa kwa Gershom wala Elieza katika matukio makubwa ya kutoka Misri, kupasuka kwa bahari ya Shamu, kushuka kwa mana au sauti ya Mungu mlimani Sinai. Ni kana kwamba walikuwa wasionekana katikati ya miujiza mikubwa. Moja ya nyakati chache ambapo familia hii inatajwa wazi ni pale Emusa akatua mke wake na wanawe, akawapandisha juu ya punda, akarejea Misri. Kutoka mlango wa nne mstari wa ishirini hadi mafunzo ya kiroho yanayopatikana humo. Musa alitii sauti ya Bwana akatoka Midiani kuelekea Misri akiwa amechukua mke wake na wanawe. Lakini njiani, tukio la ajabu na lisiloeleweka lilitokea. Bwana mwenyewe aliweka maisha ya Musa hatarini kwa sababu hakuwa amemkata mwana wake tohara. Ni hapo ambapo Sefora, kwa tendo la haraka na la dharura, alifanya tohara kwa mikono yake mwenyewe, akisema maneno mazito yaliyosikika kama kilio cha damu na agano. Tukio hili fupi ndilo mojawapo ya matendo machache ambayo yanamhusisha mwana wa musa moja kwa moja, na mara tu baada ya hapo kimya kikarejea tena. Kutoka mlango wa 4 mstari wa 24 hadi 26. Wakati wa husika wengine walipata umaarufu na nafasi kubwa katika safari ya kutoka Misri. Wana wa Musa walionekana kutoweka kabisa. Hatuwaoni kati ya wasaidizi wa baba yao wala kama viongozi, manabii au mashahidi wa matendo makuu jangwani. Swali lenye uzito linazuka. Kwa nini warithi wa mtu mkubwa kama Musa hawakuinuliwa kwenye nafasi za heshima kama hiyo? Kama Musa alichaguliwa kuwa mkombozi na nabii, kwa nini Gershom na Elieza hawakurithi wito huo? Jibu halijaandikwa wazi katika mstari mmoja, lakini maandiko matakatifu yanatoa vidokezo ambavyo tukiviunganisha vinatupa picha kamili zaidi. Ndani yake kuna sababu za kina zinazotusaidia kuelewa siri za kuchaguliwa kwa Mungu na njia anazotumia kutekeleza mpango wake daima zaidi ya matarajio ya kibinadamu. Sababu ya kwanza hii, Mungu aliweka umakini kwa uzao wa Haruni. Katika kitabu cha Kutoka mlango wa ishirini na nane hadi Bwana aliagiza kwa uwazi na kwa utukufu kwamba Haruni ndugu wa Musa pamoja na wanawe wapewe daraja la ukuhani ili wahudumu mbele zake. Einawe, umchague Haruni ndugu yako pamoja na wanawe Nadabu, Abihu, Eleazari na Idhamari ili wanihudumie kama makuhani. Kutoka mlango wa 28 na mstari wa 1 hadi. Hawa walichaguliwa si kwa heshima ya kibinadamu, bali kwa uchaguzi wa moja kwa moja wa Mungu aliye juu. Kutoka kwao ndiko kulipotoka mfumo mzima wa ukuhani wa Israeli, jukumu la kiroho lililodumu vizazi baada ya vizazi. Uteuzi huu uliweka Haruni kama mhimili wa huduma ya kikuhani na wakati huo huo ukaonyesha mgawanyo wa makusudi Nyumba ya Musa ingawa yenye heshima kubwa katika maeneo mengine haikupewa jukumu hili. Inawezekana kabisa kwamba Mungu alifanya hivyo ili kuepuka mkanganyiko. Kwa sababu kama Musa alikuwa mkombozi, mtoa sheria na mtu wa miujiza, basi ingekuwa rahisi watu kufikiri kwamba wanawe ni warithi wa mamlaka yake ya kiroho. Lakini kwa hekima yake Mungu hakuridhisha wito huo kwa damu bali alitenga Haruni ili kuonyesha kuwa uongozi wa kiroho hutolewa kwa kusudi la milele, sio kwa urithi wa damu. Sababu ya pili: wito wa kipekee wa Musa. Wito wa Musa ulikuwa wa pekee kabisa. Alitumwa kuwakomboa Waisraeli kutoka utumwa wa Misri, kuwapitisha katika jangwa na kupokea sheria moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Uhusiano wake na Mungu ulikuwa wa karibu kiasi kwamba maandiko yanasema tangu hapo hakutokea tena nabii katika Israeli kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso. Kumbukumbu la Torati mlango wa 34 mstari wa kumi hadi. Wito huu ulikuwa wa kibinafsi na usioweza kuridhishwa. Hapa tunajifunza jambo kuu: kusudi la Mungu kwa mtu mmoja halimaanishi kuridhiwa na kizazi kinachofuata. Kile Mungu anachofanya katika kizazi kimoja kinaweza kuwa tofauti kabisa na anachokusudia kwa kingine. Roho ya Mungu haifuati sheria za urithi au majina ya kifamilia. Musa aliitwa kufungua njia, lakini wanawe Gershom na Elieza hawakurithi uongozi huo wa kinabii, sio kwa sababu hawakustahili bali kwa sababu wito wao ulikuwa tofauti. Sababu ya tatu: uwepo wao katika tukio la kutoka Misri. Sababu nyingine ambayo mara nyingi husahaulika iko katika kutokuwepo kwa wana wa Musa wakati wa matukio makuu ya kutoka Misri. Katika Kutoka mlango wa kumi na nane na hadi tunapata dokezo muhimu: "Yethro baba mkwe wa Musa akamleta Sefora mke wa Musa pamoja na wanawe Gashom na Elieza ili wamuone Musa jangwani." Kutoka mlango wa kumi na nane na mstari wa moja hadi sita. Hii inaonyesha kwamba kwa wakati fulani Sefora na wanawe walirudi Midiani, wakawa mbali na moyo wa matukio makuu. Hawakuona mapigo ya Misri, hawakushuhudia kupasuliwa kwa bahari ya Shamu, wala hawakushiriki katika matukio muhimu ya kuundwa kwa taifa la Israeli. Kutokuwepo huko kuliathiri nafasi yao katika uongozi wa kiroho, hawakulelewa ndani ya moto wa ukombozi na huenda kwa sababu hiyo hawakuonekana na Mungu wala na watu kama viongozi wa kiroho wa taifa. Lakini kimya hicho hakimaanishi kukataliwa. Maandiko yakiwa kimya juu yao haimaanishi walikataliwa. Kinyume chake, uwepo wa kimya wa Gershom na Elieza unaonyesha kanuni ya milele: sio kila aliye katika mpango wa Mungu huwekwa hadharani. Kuna wale Mungu anaowainua kwa ajili ya umaarufu na kuna wale anaowaweka kwa ajili ya huduma ya uaminifu katika utulivu. Kutokutajwa kwao katika matukio makubwa hakumaanishi maisha yao hayakuwa na maana. Ni ukumbusho wa kimya kwamba kwa Mungu kila jukumu, kila mtumishi na kila kizazi kina dhamani. Uzao wao ulioendelea ii maandiko yaliyosahaulika. Ingawa Biblia ilinyamaza kuhusu wana wa Musa kwa muda mrefu, urithi wao haukukoma kane nyingi baadaye katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, hadithi yao inaonekana tena. Ewana wa Musa mtu wa Mungu walihesabiwa kati ya kabila la Lawi. Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa 23 mstari wa 14 hadi kutoka kwa Geshom alitoka mtu aitwaye Shubaeli au Showel, aliyekuwa kiongozi wa makundi ya Walawi walioratibu huduma katika hekalu. Elieza naye alikuwa na mwana aitwaye Rehaya na maandiko yanasema wana wa Rehaya walikuwa wengi sana mambo ya nyakati wa kwanza mlango wa 23 mstari wa 17 hadi kuongezeka huku si kwa ukoo tu bali ni kwa kiroho pia inaonyesha kwamba hata bila kuwa makuhani uzao wa Musa uliendelea kustawi chini ya baraka ya Mungu Walawi walikuwa walinzi wa mambo matakatifu, walitayarisha dhabihu, walitunza vyombo vitakatifu, walikusanya na kusambaza hema la kukutania na waliwasaidia makuhani katika ibada zote. Bila wao, ibada isingewezekana. Katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa ishirini na nne hadi jina la Shubaeli linatajwa tena kama mmoja wa viongozi wa Walawi wanaoratibu huduma za hekalu. Hii inaonyesha kuwa ingawa ukoo wa Gershom haukuchaguliwa kuwa makuhani kama wa Haruni, haukutengwa na historia ya kiroho ya Israeli. Kwa upande mwingine, uzao wa Rehaya mwana wa Elieza uliendelea kuongezeka na kuhudumu kwa heshima katika nyumba ya Bwana. Ingawa majina yao hayatajwi katika matendo makuu au vita vya ushindi wa Kanaani, maisha yao yalihusiana sana na huduma ya kuabudu hata bila vyeo vya kifahari au matendo ya kishujaa yaliyorekodiwa, walikuwepo wakishiriki katika ibada takatifu ya kila siku, wakihakikisha uwepo wa Mungu unabaki miongoni mwa watu wake. Maandiko yanasema kwamba wana wa Ria walikuwa wengi. Mmoja Mambo ya Nyakati mlango wa 23 mstari wa 17 hadi 18. Kuongezeka huku kulikuwa na maana ya kiroho. Hakukuwa tu juu ya idadi, bali juu ya mwendelezo, kudumu na huduma iliyopita kutoka kizazi hadi kizazi. Huduma ya aina hii ya kimya, ya kudumu na isiyo na sifa, mara nyingi haionekani kwa wale wanaosoma maandiko juu juu, lakini machoni pa Mungu wa milele, ina uzito wa milele. Bwana aonaye kwa siri humheshimu anayemtumikia hata kama hakuna mtu mwingine anayeona. Mathayo mlango wa sita, mstari wa nne hadi sita. Urithi wa Geshom na Eleazari ni urithi wa wale wote wanaojitoa kumtumikia Mungu bila kutafuta sifa wala mwangaza. Hawa walikuwa watu ambao imani yao haikuhitaji kutambuliwa hadharani bali ilitegemea uaminifu wa wa kudumu. Hawakusifiwa, lakini walikumbukwa, na muhimu zaidi, walitumiwa na Mungu kudumisha mwali wa ibada kati ya watu wake waliochaguliwa. Kutumikia kwa siri sio kusahaulika, bali ni kukumbukwa na yeye apimaye mioyo. Ni kuchukua nafasi isiyoonekana kwa macho ya wanadamu lakini yenye dhamani kubwa machoni pa Mungu. Hadithi ya wana wa Musa ambayo haikuashiriwa na matendo makubwa bali na ukimya inatoa funzo lenye uzito juu ya jinsi Mungu huchagua kutenda. Je, inawezekana vipi kwamba wana wa yule aliyezungumza na Mungu uso kwa uso hawakuwa na vyeo vya heshima? Kwa nini hawakuinuliwa kama Yoshua, Kalebu au wana wa Haruni, Nadabu na Eleazari? Kutoka mlango wa 33 mstari wa 1 hadi 2. Jibu linaanza kuonekana katika kanuni ya Kimungu, mwito wa Mungu haupitishwi kwa urithi. Musa alichaguliwa binafsi kwa kusudi maalum: kuwaokoa Waisraeli, kuwaongoza jangwani na kupokea sheria takatifu, lakini upako huo haukupitishwa kwa damu Kusudi hakuridhiwi bali hutolewa na mungu mwenyewe. Hii inabomoa fikra kwamba kibali cha kiroho kinaweza kuridhiwa kutoka kwa baba kwenda kwa mwana. Mungu hafanyi kazi kwa upendeleo wa kibinadamu au ukoo. Anawainua watu kulingana na mapenzi yake ya enzi, si uhusiano wa kifamilia. Kila mtu anaitwa kwa kusudi la kipekee. Mwito wa baba hauhakikishi hatima ya mwana. Kwa kwa kwa hekima yake Mungu hutenda kibinafsi na kwa makusudi, isi kwa desturi bali kwa kuchagua. Funzo la pili lenye kina zaidi ni kwamba ukaribu na viongozi wa kiroho hauwezi kuchukua nafasi ya ukaribu binafsi na Mungu. Gashom na Eleazari walikuwa wakiangalia maisha ya Musa yule aliyesema na Mungu kama rafiki asemavyo na rafiki. Waliuona utukufu wa Mungu juu ya hema, wakasikia simulizi za milimani, wakaona uso wa baba yao ukibadilika kwa nuru ya Mungu. Lakini kuwa karibu na uwepo sio sawa na kuingia ndani yake. Kuishi karibu na waliopakwa mafuta hakumaanishi kuwa na upako wao. Hii inatufundisha kwamba kila mtu lazima atafute uzoefu wake binafsi na Mungu. Imani haiwezi kuridhiwa, utakatifu haupitishwi. Inawezekana kutembea karibu na mtu aliyejaa Roho Mtakatifu, lakini ukaendelea kuwa mtupu ndani. Gashom na Eleazari walikuwa karibu na mtu wa Mungu kuliko wengine wote katika Biblia, lakini hawakupitia njia ile ile. Hii inaleta tafakari nzito. Hakuna atakayeokolewa kwa imani ya wazazi wake, wala kudumu kwa sababu ya kiroho cha viongozi wake. Kila mtu lazima atembee katika njia yake ya utii. Ezekieli mlango wa kumi na nane mstari wa nne hadi tisa. Funzo la tatu ni dhamani ya huduma isiyo na sifa. Wana wa Musa, hata bila kutajwa kati ya mashujaa wa imani, walitumikia kwa uaminifu. Wazao wao kizazi baada ya kizazi walibaki waaminifu kati ya Walawi. Hawakutafuta heshima wala vyeo wala sifa, walitumikia kwa unyenyekevu, na hapo ndipo walipokuwa karibu na moyo wa Mungu. Kwa maana Bwana hadhamini umaarufu bali uaminifu. Tunaishi katika nyakati ambapo umaarufu umechanganywa na umuhimu, lakini machoni pa Mungu yule asafishaye sakafu ya hekalu kwa upendo anaweza kupata heshima sawa na nabii anayehubiri mbele ya maelfu. Bwana haangali nje bali moyo. Mmoja Samueli mlango wa kumi na sita mstari wa saba hadi nane. Hadithi ya Gershom na Eleazari pia ni hadithi ya ukombozi na mwendelezo. Ingawa inaonekana kama wamefutwa kutoka hadithi kuu ya Israeli, majina yao hayajasahaulika. Ukoo wao umehifadhiwa katika Biblia. Watoto wao walistawi, kizazi chao kikaendelea wakimtumikia Mungu siku baada ya siku, kizazi baada ya kizazi. Hata kama hawakuonekana, walikuwepo wakilinda kilicho kitakatifu. Na hili linatufundisha kwamba hata Mungu anaponyamaza, bado anajenga kitu cha kudumu. Mpango wa Bwana hauonekani kila mara kwa makelele au ishara. Wakati mwingine anafanya kazi kati ya mistari ya historia kupitia majina yasiyojulikana, familia zisizo na umaarufu, huduma zisizoandikwa kwenye magazeti. Lakini bado yuko hapo akijenga urithi wa milele. Kwa hiyo, jambo la muhimu si nani anakumbukwa na wanadamu bali nani anatambuliwa na Mungu. Kutokuwepo kwa wana wa Musa katika hadithi kuu ya Biblia hakumaanishi kushindwa, bali kunafunua kweli iliyosahaulika. Uaminifu wa kimya kimya pia ni sehemu ya moyo wa ufalme. Ukubwa wa kweli katika macho ya Mungu hauonekani daima chini ya mwanga wa historia, bali unaangaza kwa siri, na mwanga wake ni wa milele mbele ya kiti cha enzi cha mbinguni. Hadithi ya Gashom na Eleazari inatufundisha jambo lenye uzito Si kila shujaa wa imani ana watoto wanaofuata nyayo zake kwa macho ya wanadamu. Si kila jina kubwa katika maandiko lilitoka kwenye familia mashuhuri. Mara nyingi Bwana huchagua wale wanaoishi gizani, mbali na macho ya umma, eh, lakini walio karibu na moyo wake. Wana wa Musa, yule mtu aliyesema na Mungu uso kwa uso, hawakuwa viongozi wakuu wa Israeli, lakini walitumikia kimya kimya, na kwa Mungu hiyo ilikuwa ya thamani zaidi kuliko sifa zote za dunia. Sauti zao hazikusikika katika mikutano ya watu, matendo yao hayakujaza sura katika maandiko, lakini ukimya unaowazunguka unasema mambo mengi. Unatukumbusha kwamba kusudi la Mungu halipimwi kwa umaarufu wala halifungwi na ukoo wa damu wala halitegemei matarajio ya wanadamu. Mungu harudii mifumo wala hatendi kulingana na vigezo vya dunia. Bwana huchagua huinua na hutuma amtakaye jinsi anavyotaka na wakati anaotaka. Warumi mlango wa tisa mstari wa 15 hadi 16. Na ukweli huu si wa kina tu bali ni wa kuachilia huru, unatuonyesha kwamba hadithi yetu na Mungu haitegemei tunapotoka, bali jinsi tunavyojisalimisha kwake kwa uaminifu wa moyo. Huenda unajiona pembeni, kana kwamba huna nafasi katika ukoo wa kiroho, kana kwamba hakuna mahali maalum pako katika simulizi kuu ya Mungu. Labda unahisi kwamba kwa sababu huna jina linalojulikana au jukumu la kuonekana, maisha yako hayana uzito katika ufalme wa Mungu. Hadithi ya Geshom na Eleazari ni kio kinachoakisi ukweli wa milele kwamba Mungu habariki umaarufu bali uaminifu. Wakati majina yao yalikosa kung'aa katika kurasa kuu za historia ya Israeli, mioyo yao iling'aa mbele za Mungu. Aliona kilicho ndani zaidi ya makutano ya watu. Walihudumu kimya, walijitolea bila shangwe na walithibitisha kwamba kuwa na nafasi ya kuonekana si lazima uwe na thamani ya milele. Lakini hadithi ya Geshom na Eleazari ni ushahidi hai, hata kama ni wa kimya eh, kwamba majina yaliyosahauliwa na wanadamu yanaendelea kuchongwa katika kumbukumbu ya Mungu. Malaki mlango wa tatu mstari wa kumi na sita hadi kumi na saba. Huhitaji kuwa maarufu, huhitaji kuinuliwa, hata huhitaji kutambulika. Kile Mungu anachotafuta ni uaminifu, mioyo inayomtumikia kwa siri, kwa heshima ile ile kama vile wakiwa mbele ya madhabahu. Wakolosai mlango wa tatu mstari wa ishirini na tatu hadi ishirini na nne. Urithi wa kweli haujengwi kwa utukufu wa hadharani, bali kwa utii wa kudumu. Ni katika sehemu za siri, mbali na makofi ya watu, ambapo matendo mengi makubwa ya imani hufanyika. Na Mungu anayajua, Mungu anayaheshimu. Hadithi yao inatufundisha kwamba Mungu hufanya kazi hata pale ambapo macho ya wanadamu hayaoni. Wakati dunia inasahau, Mungu anakumbuka. Wakati wengine wanatafuta kupigiwa makofi, Mungu anatafuta mioyo iliyonyenyekea. Gashom na Eleazari walihudumia kizazi chao si kwa maneno mengi, bali kwa matendo ya uaminifu yasiyo na maneno. Waliweka msingi wa kizazi cha Walawi, watu waliobeba utukufu wa ibada, watu ambao bila wao hema ya Mungu isingesimama. Kuna somo la kina hapa. Hii huduma iliyofichika bado ni huduma takatifu. Wakati dunia inapima mafanikio kwa vyeo na sifa, Mungu anapima utii na uaminifu. Wakati wengine wanatafuta kuonekana, Mungu anatafuta mioyo inayomwamini hata gizani, na ni mioyo hiyo Mungu huikumbuka milele. Labda wewe pia upo katika kipindi cha ukimya ke. Hauonekani, hupewi nafasi au hujulikani. Lakini usidanganyike, ukimya wa Mungu si kukusahau. Ni katika kimya ndipo Mungu hujenga imani thabiti, anapoandaa baraka zisizo na mipaka. Kumbuka eh, si kila aliye mbele ndiye mkubwa, wala si kila aliye nyuma ndiye mdogo. Mungu hutumia wote, kila mmoja kwa nafasi yake. Wengine huinuliwa kuongoza, wengine kuombea, wengine kutunza hekalu, lakini wote ni sehemu ya mpango mmoja wa utukufu. Uwe kama Gershom na Eleazari, mtu wa utulivu, mwaminifu, mtiifu. Usiache kufanya wema kwa sababu hauonekani. Usiache kumtumikia Mungu kwa sababu hakuna anayeona jitihada zako kwa maana Mungu hawezi kusahau kazi ya mikono yako wala machozi yako yanayomwagika kwa siri. Waibrania mlango wa sita mstari wa kumi hadi kumi na mbili. Huu ndio ufunuo mkuu, unaweza kuwa sehemu ya kitu cha milele hata kama hakuna anayekuona, mradi tu Mungu ndiye kitovu cha hadithi yako. Kwa hiyo, simama imara, endelea kuwa mwaminifu endelea kufanya mema hata kama hakuna anayekushukuru. Endelea kupanda mbegu za imani, kwa sababu wakati wa mavuno unakuja. Na siku ile itakapofika, Mungu mwenyewe atasema, vema, mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Mathayo mlango wa ishirini na tano mstari wa ishirini na moja hadi ishirini na tatu. Kama ujumbe huu umeugusa moyo wako Usiubakishe ndani yako. Shiriki na wengine. Panda mbegu ya matumaini kwa mioyo mingine. Nasambaza ukweli huu wa kimya unaobadilisha maisha. Asante kwa kuwa nasi leo. Bwana akubariki kwa wingi, na uaminifu wako hata kama umefichika machoni pa dunia. Uendelee kukumbukwa mbele za Mungu milele. Tutaonana tena kwenye video inayofuata. Tukiendelea kujifunza kukua na kujengwa katika nuru ya neno la Mungu. Shalom.